Tabora United sasa hivi ni, ni level ya kina Ahal. Level ya kina Mamelodi Sundowns. Hiyo ndo Tabora. Tabora United sasa hivi ni level ya kina PSG. Sawa eh? Kwa hiyo hata Yanga Yanga tarehe mbili mechi wanakuja kucheza. Kucheza ya timu, yaani timu ambayo ina ina miaka na miaka imekaa na sununu, yani timu ambayo ina miaka na miaka inakaa na sununu. Tunakwenda kulipiza kisasi kweli? Yani Yanga anakuja anashuka kwenye ndege, anakuja tunakwenda kulipiza kisasi kwa Tabora? Sisi hatuchezi mechi ya kulipiza kisasi, sisi tunacheza mechi ya kuongeza ubora kwenye timu yetu. Na ninakwambia na ninawaambia Watanzania na mashabiki Hakuna rangi ataacha kuiona Yanga tarehe mbili, yaani mechi ya Yanga tarehe mbili. Sawa, tarehe mbili mapema sana. Wana Tabora waje uwanjani tarehe mbili mapema wachukue siti zao, alafu saa kumi na mbili muda kama u sasa hivi. saa ngapi sasa hivi? saa ngapi sasa hivi? saa kumi na moja na nusu kimi kama itoka kwenye kipindi cha pili, Yanga nani, Tabora anaongoza. Ushaelewa eh? Tabora anafanya nini? Anaongoza. Dakika tisini full time Tabora time ameshinda. Yaani Yanga hata goal la offside hapati. Shot on target hapati. Shot on target. Sio shot off target. Shot on target Yanga tarehe mbili hapati. Goal la offside hapati. to Yaani sisi tupo package. Full package. Sisi sio Marastiboni. Sisi ni watoto wa Chifu Mirambo na Chifu Isike na ndio maana tunakwambia hivi Ukija kwenye ardhi ya chifu Mirambo na chifu Isiki hauwezi kutoka salama, na ndio maana tumewaambia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi hauhitaji ulinzi, unajilinda wenyewe. Narudia tena, kwa hiyo kama wanakuja mafungu mafungu ili walinde uwanja, nawaambia kabisa, uwanja ule hauhitaji ulinzi.